Kwa majina naitwa Martina Nicola Lazaro, natokea Chama cha Mawakili wa Tanganyika ambao tunaitwa TLS. Ah, nashukuru kwa hii huduma ya Mama Samia Legal Aid ambayo kwa leo tuko hapa wilaya ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam na kwa kifupi hii huduma ya Mama Samia Legal Aid imefanyika kwa mikoa yote ishirini na sita hapa Tanzania, na huu mkoa wa Dar es Salaam ni kwa mkoa wa mwisho katika ya mikoa ishirini na sita Kwa hiyo, na hapa Dar es Salaam imefanyika wilaya zote tano, na kwa sisi hapa tuko wilaya Kinondoni, na leo tuko kwenye kata ya Mwabepande ambao wenyeji wa hapa wameitikia mwitikio mzuri wamefurahia hii huduma ya Mama Samia Legal Aid kwa kuwa wengi walikuwa wanakaa na shida nyingi sana bila kupatiwa ufafanuzi na utatuzi, bila kujua wanapeleka wapi shida zao. Lakini kwa huduma hii ya Mama Samia Legal Aid ambao tunaitoa mawakili kupitia chama chetu kwenye ile sheria yetu ya TLS ambayo iko kwenye sheria ya kutoa huduma ya msaada wa kisheria iko kwenye section 4 ambayo kila siku rais wetu Mwambukusi anaisemea ili wananchi wana wapate hiyo huduma ya msaada wa kisheria. Kwa hivyo tuko hapa na wananchi ambao wote wanahitaji hii huduma. Tunapatikana hapa wilaya Kinondoni. Tunawakaribisha wote wenye changamoto ya ardhi, ya ndoa, ya mirathi pamoja na wale wote wanaofanyia ukatili wa kijinsia. Tunawakaribisha wote ili mpate kunufaika na hii huduma ya Mama Samia Ligoei. Kwa kweli, changamoto kubwa ambayo tumekutana nayo ni changamoto ya ardhi ardhi watu wana changamoto sana, wengi wamepatiwa double allocation, wengi wana migogoro ya mipaka, wengi hawajui wanapeleka wapi migogoro yao, kwa maana wengi hawana hii elimu ya sheria. Kwa hivyo tulivyofika hapa, wamepata hiyo huduma na kwa sababu tunaendelea kuitoa, wamefurahia sana na wengine wanatamani hata kuongezewa siku.